Naitwa kamishna msaidizi wa polisi Kijapt Mkoi, kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Manyara. Leo tarehe tisa mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano nao zoezi la ukaguzi wa madereva wa magari ya shule za sekondari na shule za msingi. A zoezini kwa ajili ya ukaguzi kukagua magari hayo kubaini mapungufu au uharibifu uliopo, na baada ya kugundua uharibifu au upungufu uliopo, wataelekezwa kwenda kuyatengeneza, na baadaye watayaleta kwa ajili ya kuja kuhakiki kama mapungufu hayo yametengenezwa. Na zoezi hili ni la kawaida. Tunafanya zoezi hili wakati huu kwa sababu shule zimefungwa, sije tukaingilia na ratiba za wanafunzi kupelekwa mashuleni muda huu ni mzuri ili kusudi madereva watakaobainika na upungufu wa magari yao waweze kuyarekebisha. Na vilevile, baada ya ukaguzi huu wa magari leo, madereva wote wanaoendesha magari yanayosafirisha wanafunzi watapata elimu jinsi ya kuendesha magari na jinsi ya kubeba hao wanafunzi. Imebainika wakati mwingine mikoa mingine, mingine wanabeba wanafunzi kupita uwezo wa, wa magari kwa hiyo, tutawapa elimu hiyo na wafuate taratibu zote za usalama barabarani kwa ajili ya kuweza kuwafikisha wanafunzi katika maeneo wa yao ya shule bila ya kutokea kwa ajali. Ni wasihi tu madereva wawe watulivu, wapate elimu, atakayepatikana mpungufu awe tayari kurekebisha magari yao ili wakati shule zitakapofunguliwa magari yao yawe katika hali ya uimara na ubora katika kufanya kazi ya kusafisha wanafunzi hao, na zoezi hili ni endelevu. Nimeelekeza maosidi wote mkoa mzima hapa. Leo tumefanya Babati, lakini nimeelekeza maosidi wilayani na wenyewe wafanye zoezi hili la ukaguzi wa magari hayo yanayosafirisha ya wanafunzi kwenda shuleni ili na wao wapate elimu eh, hii na magari hayo yakaguliwe ya ili kusudi wakati shule zitafunguliwa magari yote ya mkoa wa Manyara yanayosafirisha wanafunzi wa shule za msingi na sekondari yawe katika hali ya ubora na taratibu. Baada ya hapo, tutafanya taf, ukaguzi tena, unaendelea na zoezi, takubainika hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. inaitwa SP Maiko Mwakasungura, ratio mkoa wa Manyara. Zoezi hili tunaloendelea nalo la kukagua magari ya shule ni zoezi la kawaida, ni zoezi ambalo huwa tunalifanya. Tulishakubaliana kwamba ili kupunguza usumbufu kwa watoto, magari yao tunayakagua shule zinapofungwa, mara shule zinapofungwa tu tunakagua. Kwa hiyo zoezi tumelianza leo, tutalifanya mkoa mzima. Kwa sasa tuko hapa wilaya ya Babati Shule zote ambazo zinabeba wanafunzi kutumia mabasi haya tutakagua mabasi haya. Lengo na nia ni kwa kuhakikisha kwamba haya magari ni mazima, na ni mazima kwa sababu yanabeba wanafunzi. Wanafunzi hawawezi kujieleza, hawawezi kujitetea, kwa hiyo sisi kama wasimamizi wa sheria ndio watetezi wao, kwa tunafanya ukaguzi wa kawaida, ukaguzi ambao hauna gharama. Baada ya ukaguzi huu tabaini mapungufu kutoka kwenye magari tutawapa elimu wamiliki wa magari pamoja na madereva ili waende wakayarekebishe mapungufu haya kabla shule hazijafungwa. Magari hayo yataletwa tena ili tuyakague kuhakikisha kwamba yako kwa salama. Lakini sambamba na hilo, hawa madereva wanaendesha magari haya, tutakagua leseni zao kuona uhalali wa uendeshaji wa magari haya. Wako madereva wengi, leseni zao hawajahakiki. Kwa hiyo tutafanya zoezi la kuhakiki leseni zao pia, lakini pia tutatoa elimu namna sahihi ya kubeba wanafunzi. Magari mengine yanakuwa hayana matron na patron. Sisi tunatamani kila gari, kwa mujibu wa kanuni, liwe na patron na matron, ili waweze kuwasimamia wale watoto, watoke nyumbani salama na warudi nyumbani salama ni nia yetu. Katika eneo letu hili la usimamizi wa mkoa wa Manyara kusiwepo na ajali ambazo zinaweza zikazuirika, ambazo tunaweza tukazizuia kwa kukagua magari. Kwa majina, naitwa Swalehe Samuel Loti, ni driver wa magari ya wa wanafunzi, natokea shule ya Mkaafrika Babati. Ni mkazi wa Arusha ila ni mfanyakazi wa Babati. Kwa sisi hapa tunafurahia kwanza kwa ukaguzi uliofanyika leo hii tunazidi kuomba uendelevu kwa sababu pia unatusaidia sisi katika usalama wetu, na pia ni ulinzi mmojawapo katika maisha yetu. Najua endapo magari yanakaguliwa, hata matajiri wanapata motisha ya kutengeneza magari yao, lakini wasipokagua, yasipokaguliwa magari, inakuwa hata sio rahisi kwa driver kuonekana kama ana thamana kwa kubeba watoto kingine nawaomba kama serikali, huu kaguzi usio wa utani, yani uwe endelevu kabisa, na tunaupenda kabisa, na tunazidi kuwaomba mzidi kufanya hivi, kwa sababu ndio ulinzi wa usalama wetu. Unajua, si madriva tunaonekana kama hatuna thamani, lakini tumebeba taifa pale. Kuna marais, kuna wenyekiti, kuna wabunge na madiwani na pia kuna maaskari, pia kuna maveko wa baadaye. Kwa hiyo tunawaombeni msaidie kwa hilo. Mimi kwa jina anaitwa Petro Jacob Dani, dreva kutoka katika shule ya msingi na awali Eloni. Lakini katika zoezi hili la ukaguzi wa magari, naweza kutusaidia sisi katika kutuongezea uelewa zaidi na kutuimarishia ulinzi katika shughuli yetu nzima ya kuwasafirisha watoto kutoka kuwachukua nyumbani, kuwapeleka shule na kutoa shule kwenda nyumbani. Kikubwa labda changamoto ni serikali inatakiwa endelea ina kuongeza nguvu zaidi kuongeza nguvu zaidi katika ukaguzi wa magari, kwa sababu magari yanabeba watoto ambao ni taifa la kesho na nitegemeze kwa taifa baadaye.